Wapendwa katika Kristu, tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria, malkia wa mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Jumatano juma la ishirini na tisa katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Warumi sura ya sita mstari wa kumi na mbili hadi kumi na nane. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, dhambi isiitawale mili yenu yenye hali ya kufa, wali msitii tamaa zake, wala msitoe viungo vyenu viwe vyombo vya dhambi kwa kukosa uadilifu, bali mjitoe kwa Mungu kama watu waliotoka katika mauti na kuingia kwenye uzima. Vitoweni viungo vyenu viwe vyombo vya uadilifu kwa kumtumikia Mungu. Dhambi haitawatawala kwa maana hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Ni nini basi? Je, tutende dhambi kwa vile hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Rahasha! Basi mmejua mkiwa tayari kuwa watumishi na kutii, mnakuwa watumishi wa yule mnayemtii. Basi Mtakuwa ama watumishi wa dhambi iletao mauti au watumishi wa utii uletao uadilifu. Tumshukuru Mungu. Kwa maana ninyi mliokuwa watumishi wa dhambi, umetii kwa moyo wote mpango wa mafundisho hayo mliojaliwa, umeokolewa katika utawala wa dhambi, mkawa watumishi wa uadilifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya mia moja ishirini na nne mstari wa kwanza hadi 4, sita, saba na mstari wa nane. Kiitikio: msaada wetu u katika jina la Bwana. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Kama Bwana asingalikuwa upande wetu, Israeli na aseme sasa kama Bwana asinge alikuwa upande wetu, wanadamu walipotushabulia hapo, wangalitumeza tungali wazima, hasira yao ilipotuwakia. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Hapo maji yagalituzamisha, mto ugalipita juu yetu, maji yagalipita juu ya nafsi zetu kwa wibi la mafuriko Atukuzwe Bwana asiye tutoa kuwa mawindo ya meno yao. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Nafsi zetu zimeponyoka kama dege katika mtego wa oidaji. Mtego wao umekatika nasi tukaokoka msaada wetu ni kwa jina la Bwana aliye zifanya mbingu na dunia. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Kesheni, muwe tayari, kwa kuwa Mwana wa Mtu atakuja saa msiyoitarajia. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Ruka. Utukufu kwako e Bwana. Ruka sura 12 mstari wa 39 hadi 48. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, Fahamuni haya. Kama mwenye nyumba ageijua saa ya kuja mwizi, hagekubali nyumba yake ivunjwe. Nanyi muwe tayari kwa kuwa mwana wa mtu atakuja saa msiyoidhania. Petro akasema, Bwana, mfano huo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akajibu, Mtumishi gani wa nyumba basi ni mwaminifu tena mwenye busara hata bwana amweke juu ya watumishi wake wote awape posho wakati wake? Anaheri mtumishi ambaye bwana wake anapokuja anamkuta katika kazi hiyo. Amin nawaambieni, atamweka juu ya mali yake yote. Lakini kama mtumishi yule atasema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga watumishi na wajakazi, akila na kunywa na kulewa, bwana wa mtumishi huyo atakuja siku asipomtazamia na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumpa fungu lake pamoja na watu wasio waaminifu. Tena mtumishi ajuaye atakayo bwana wake, lakini hayashughuliki wala hayatimizi atakayo yeye, atapigwa sana, lakini afanyaye yastahilio adhabu bila kuelewa atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi atadaiwa vingi, na aliyekabidhiwa vingi zaidi Atadaiwa zaidi. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristu.